Yes, naitwa Clayton Revocatus Chipando ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Tarehe 21 wananchi wa Kigoma mjini kwa pamoja, bila kujali vyama, bila kujali makabila, bila kujali rangi, kwa pamoja tutakutana na kupeana mipango mipya na namna bora ya kuweza kusongesha jimbo letu la Kigoma mjini. Tarehe 21 katika viwanja vya Mwanga Community Center, ni mkutano wa shukurani lakini ni mkutano wa kupeana mipango mipya ya jimbo la Kigoma mjini. Nawapenda sana wananchi wa Kigoma mjini, na niko tayari kuwatumikia kwa mwaka huu ambao umebakiza miezi michache, lakini kuanzia mwaka ujao kutakuwa na vitu vingi ambavyo vitafanyika ndani ya mwaka mmoja kuhakikisha watu wanaona utofauti wa Baba Levo na viongozi wengine waliotangulia. Naitwa Baba Pii, babake na Levo, kutoka hapa Dodoma tukutane tarehe 21 Mwanga Community Center. Thank you. Yes, naitwa Clayton Revocatus Chipando ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Tarehe 21 wananchi wa Kigoma mjini kwa pamoja bila kujali vyama bila kujali makabila bila kujali rangi kwa pamoja tutakutana na kupeana mipango mipya na namna bora ya kuweza kusongesha jimbo letu la Kigoma mjini moja katika viwanja vya Mwanga Community Center. Ni mkutano wa shukurani lakini ni mkutano wa kupeana mipango mipya ya jimbo la Kigoma mjini. Nawapenda sana wananchi wa Kigoma mjini, na niko tayari kuwatumikia kwa mwaka huu ambao umebakiza miezi michache, lakini kuanzia mwaka ujao kutakuwa na vitu vingi ambavyo vitafanyika ndani ya mwaka mmoja, kuhakikisha watu wanaona utofauti wa Babalevo na viongozi wengine waliotangulia. Naitwa Baba P, baba yake na Levo kutoka hapa Dodoma. Tukutane tarehe ishirini na moja Mwanga Community Center. Thank you.